Ninayojua mawazo yanayokuwazia, asema Bwana, ni mawazo ya amani, kukupa matumaini katika siku zako za mwisho. Sasa kwa nini katika siku zako za mwisho na sio leo? Sawa? Yes. Je, Mungu anataka kwa sasa upate mabaya alafu baadaye katika siku za mwisho ndio upate mema? Hapana, message ni kwamba hata kama unaona unapata mema kiasi gani kwa sasa, ukilinganisha na yale ambayo Mungu ameyaweka mbele, bado haya yataonekana kana kwamba ni mabaya tu, yaani katika ulinganifu okay? akiwa na maana kwamba mema yatazidi kuja na kuja na kuja yes. Haijalishi. Lakini mwingine akataongea hivi, tayari yuko katika hali ambayo ni mbaya Yes, hata kama ingelikuwa mbaya kiasi gani, bado neno la Bwana, nasema hivi, mawazo anayokuwazia ni ya amani, kuhakikisha kwamba hata kama kwa sasa yanaonekana sio sawa, yanaonekana hayana matumaini, bado anachokuwazia ni kwamba yatakuwa mema katika siku zako za mwisho. Endelea kumwamini Mungu, endelea kumtumainia Mungu, hakuna haja ya kuchochora na kukatisha kona, no. Yes, tumwamini Mungu bado anakuadhia mema itakuwa katika siku zako za mwisho. Haijalishi mazuri kiasi gani nayapitia sasa, bado Bwana anachokuazia ni kikubwa, namna ambayo huwezi kuongelea. Lakini hata kama kwa sasa unapitia baya, bado Bwana anakuazia lilo jema, hautaishia hivyo ulivyo sasa. Amini Bwana Yesu. Aleluya.